hii ni Nine Sport ya Abia Digital TV. Ewe mtazamaji wa wangu, leo nakuletea lisi ya wachezaji bora duniani ambao hawakuwahi kucheza kombe la dunia. Baki na mimi upate kuwajua, na mimi ni Logan Leaks. Karibu namba moja ni George Best kutoka Iceland. Huyu alikuwa fundi kwenye viunga vya Manchester United ya pale nchini Uingereza lakini hakuisaidia timu yake ya taifa kwani amecheza miachi 39 tisa tu na kufunga magoli tisa na kuwahi kubaia kucheza kombe la dunia. Namba mbili ni Alfredo Di Stefano akiitumikia Spain, Colombia, Argentina. Huyu alipata mafanikio zaidi akiwa na Madrid, lakini hakuwahi kucheza kombe la dunia akiwakilisha nchi tatu, yani Spain, Colombia na Argentina alipokuwa akichezea Argentina haikufuzu kombe la dunia la mwaka 1950, na alipopata nafasi ya kuchezea Spain haikufuzu kombe la dunia la mwaka 1954. Na baadaye alicheza Argentina na Colombia, na alichezea Spain mechi chache za kufuzu kombe la dunia la mwaka 1958, lakini isivyo bahati haikufuzu na alipofuzu mwaka 1962 akubatika kucheza kutokana na majeraha na akastafu soka bila kucheza kombe la dunia. Namba tatu ni George Weah. Huyu ndiye Mwafrika aliyewahi kutoa tuzo ya Ballon d'Or mwaka 1995, akitajwa kwa mchezaji bora wa kutokea Afrika, akitoa tuzo ya mchezaji bora wa Afrika mwaka 1989 mwaka na mwaka elfu moja mia tisa tisini na tano na mwaka elfu moja mia tisa tisini na sita akitoa tuzo ya mchezaji bora wa karne wa Afrika. Amevichezea vilabu vya Chelsea, PSG, Manchester United, AC Milani, Monaco, na Manchester City, lakini akiwa na timu yake ya taifa ya Liberia akuwahi hata kufuzu kombe la dunia. Nambari nne ni Ian Rush kutoka Wales, huyu anashikia rekodi ya kupachika mabao mengi akiwa na timu yake ya taifa ya Wales na akichezea klabu ya Liverpool kwa mafanikio makubwa, lakini hakuwahi kubahatika kucheza kombe la dunia kabisa mpaka anastaafu soka. Namba tano ni Cantona kutoka Ufaransa. Huyu hakuwahi kuwa na shida yote ya kushuka kiwango, bali tabia yake ilimfanya acheze timu ya taifa kwa muda mrefu. Baada ya kocha Henry kumwondoa kwenye mechi za kufuzu kombe la dunia mwaka 1990, alipatwa na hasira na hili limpelekea kupiga marufuku kuikiza timu yake ya taifa, na mwaka 1997, akatangaza kustaafu soka na kuhamia kwenye uigizaji wa filamu. Na kulikosa kombe la dunia la mwaka 1998 ambalo lilimpa jina Zinedine Zidane. Hii ni ABIA sports ya ABIA digital TV, usisahau kusubscribe upate kujiunga na familia hii kubwa, ili upate updates mbalimbali mbali za soka ulimwenguni. Mimi ni Rogan Lake, asante.